Sasa Sharifu, ni na moja ya mwisho mwisho kabisa ambalo ni dogo kidogo, lakini kwa sababu wewe umekuwa ni moja kati ya watu ambao wanahubiri masuala ya imani na swala lazima la kuweza kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kuna huyu ambaye alikuwa ni mlezi wa wasanii Saidi Fella, kwa sasa yupo kitandani anaumwa, maneno yamekuwa ni mengi eh, mkewe walibatika kufanyiwa mahojiano na kituo kimoja cha TV. Alisema kwamba hali yake sasa hivi walau nafuu, lakini sio hivyo, na wasanii wengi wanaonekana kama vile kumtupa. Walau Mboso moja kati ya watu ambao wanapigapiga simu kidogo kuulizia hali yake, watu wakamnyoshea vidole sana. Kina bwana kinabanamod, inakuwaje wewe ni miongoni mwa wasanii ambao mkubwa mm, Fella imewasaidia kwa ukubwa. Natamani nisikie ni, ni, ni, ni, ni kwa upande wako kwa hiki ambacho kinaendelea muda huu eh, Saidi Fella yupo kitandani, lakini wasanii kama umemtupa hivi, wito wako ni upi hasa? Unajua ndugu yangu, kuna kitu fulani kinasema kwamba ubaya ni deni linalosubiri kulipwa. Ubaya ni deni linalosubiri kulipwa, manake nini? Eh, yani kwa mfano wewe unamfanyia mfa, una mtu ubaya, elewa eh, kwamba ule ubaya kuna siku utaulipa. Ubaya wa aina yote ule unamfanyia mtu, kuna siku utaulipa. Nikafanya ubaya, lakini nimalizia kusema pia, wema hauozi. Wema hauozi. Anayofanywa Bwana Saidi Fella ni wakati sahihi wa yeye kujua nani ana utu, nani hana utu, nani ni binadamu, nani ambaye sio binadamu. Na hii hata hao ambao walimsaidia, walisaidiwa na yeye ambao sasa hivi wanamwona kwamba hana faida tena kwenye maisha wao, pia wanatakiwa wajifunze kwamba kuna siku na wao. Sasa hivi wanacho wanakimbiliwa na watu, lakini one day watakosa, watakosa watu wa kuwakimbilia, watakosa watu wa kuwabeba kama ambavyo leo wanamtupa yule mzee. Cha msingi ni kwamba yeye anatakiwa mshukuru Mungu, na wale wanaomsaidia wanyokuonyesha moyo, awashikilie hao hao, na Mwenyezi Mungu, mimi na imani atamjalia afya atarudi na atakaa, atasurvive akiwa salama, ila ndakiwa ajifunze Bwana Saidi Fella kwamba binadamu, siku zote, ukitaka kumridhisha, hayo ndiyo malengo ambayo utafeli kwenye maisha yako yote mpaka unaingia kaburini. Yaani malengo ya kumridhisha mwanadamu. Ukitaka kumridhisha mwanadamu kama una lengo hilo, basi jua hilo lengo hutolifikia mpaka unazamishwa chini ya ardhi kaburi unaenda kuzikwa, hutolifikia lengo hilo. Yule kwenye kwenye mambo yao ya muziki, amefanya mambo makubwa sana. Sisi tumeanza kumsikia yule Said Fella zamani sana sana sana sana. Hapo unamsema Diamond, unamsema nani, unamsema nani? Wote wamepita chini ya mikono ya yule. Umeelewa? Yes, wote wamepita huko. Lakini leo tayari kashuka, nafasi yake inaonekana haipo tena. Hivyo ndivyo ambavyo mwanadamu yoyote anapokuwa kwenye nafasi anatakiwa ajifunze, yupi ni mtu mwema, yupi mtu sahihi, yupi mtu sahihi. Mtu sahihi ni ule ambaye hajali cheo, hajali hali yako ya kifedha, bali ana ubinadamu kama wewe. Hapo ndio wanadamu tunafeli, tunashindwa kutambua watu wa namna hiyo mapema, ili hao watu tuweze kwenda nao kwenye maisha moja kwa moja, na si ajabu tunawakataa tunawakumbatia wale watu wanaotufuata kwa sababu ya majina yetu, kwa sababu ya umaarufu tulio nao, kwa sababu ya fedha tulizo nazo. Kwa hiyo Saidi Fela anatakiwa ajifunze kwamba huu ni wakati ambao anatakiwa ajue nani ni mtu, nani sio mtu, nani wa kukaa naye karibu, nani ambao sio wa kukaa naye karibu. Hii itatusaidia na sisi wengine pia na watu wengine kujifunza utu na ubinadamu kwa hivi sasa Fifu, pamoja na hilo tunafahamu kwamba juzi Dudubaya ameni jana Dudubaya aliojiwa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea cha mkubwa Fella, mengi amezungumza, lakini kwa yeye hajakaa upande wa Said Fella. Ametoa lawama nyingi kwamba kwa hiki ambacho napitia sasa, hizi Said Fella kama vile anastahili anasta, kuna mabaya mengi kayafanya, akawanyonya watu, mwisho wa siku anakuja tena eh, kuomba msaada kama miongoni mwa watu ambao wanahubiri amani kila kukicha. Kwa hiki ambacho Dudubaya, unakionaje unakionaje sasa? Aa, ni kitendo ambacho sio cha kiungwana, ni kitendo ambacho sio kizuri, kwa sababu kila mwanadamu ana mapungufu yake, kila mwanadamu ana madhaifu yake, kila mwanadamu ana mapungufu yake. Ni mwanadamu anapofikia anapitia changamoto ya maradhi au mwanadamu mwenzio anapopitia mtihani wowote, huwezi ukamhukumu kwa sababu ya makosa uliyoyaona anayafanya nyuma, kwamba anastahiki kupitia kila anachopitia. Hapana, huo sio ungwana, kwa sababu sisi binadamu hatujakamilika. Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Leo unalomsema hili mwenzio, huenda na wepi, wewe pia likakukuta. Sawa bwana, wewe unaweza ukamtafsiri hivyo, kawanyonya watu kafania, lakini huwezi jua undani pengine wa hayo mambo yalianzia wapi. Umeelewa vizuri? Kwao huwezi kumhukumu binadamu kwamba kakosea. Eh, anaumwa akapata mtihani wa maradhi, basi kwa sababu alifanya kitu fulani, basi anastahiki asisaidiwe? Hapana, huo sio ubinadamu. Siku zote tunafundishwa, tunalipa jambo baya kwa jema, yani mtu akufanyia baya, ona mlipa kwa jema, hutakiwi kumlipa kwa baya lile lile. Huo ndio ungwana. Ukimsema hivi leo, kama alivyosema awali kwamba ubaya ni deni linalosubiri kulipwa, kwamba unaweza ukamsema mwenzio kwa hivi, kesho likakukuta lile, lile. usimcheke kilema Ukimcheka kilema uenda nawe kesho ukapata ajali ukawa huna miguu, itakuwaje kwao? Ni vitu ambavyo havifai. Maradhi hayachekwi, wala maradhi sio ya kusimangwa, wala kifo huwa akichekwi, wala kifo huwa akisimangwa, kwa sababu haya anaweza akamkuta binadamu yoyote huyo anayosema hivyo, na pia linaweza likamkuta hilo jambo wakati wowote. Bwana Dudubaya, kuna kiasi anatakiwa akiongea pia awe anafikiria kwamba hayo anayoyaongea pime kwa kipimo eh. Sawa, mimi nashukuru sana, nashukuru malizie, tumefika kitoni kwako, tumeona walau mwishoni mwishoni dua linamalizika. Kipi ambacho kilikuwa kinafanyika hapa mwisho? Tuwakumbushe wote ambao wanakutazama muda huu, e, ofisini kwako hasa ama kitoni kwako hasa, huwa unadili na nini na nini hasa na wapi ambapo ofisi ipo kwa yule ambaye atahitaji aje? Mimi bwana, nadili na dua, dua tu. Mimi ni mtu ambaye kazi zangu ni kumwomba Mungu tu, basi namwomba Mwenyezi Mungu na nawaombea na watu dua, watu wa namna tofauti tofauti, na watu wenye matatizo tofauti tofauti. Hapa ukija uje na imani yako, hapa hatutaki uongo. Hapa hapa uje na imani yako wako. hapa hatuamini katika nguvu ya mafuta, hatuamini katika nguvu ya mambo mengine yote tunaamini katika nguvu ya la ilaha ila Allah. Unapokuja hapa hakikisha unakuja na imani sahihi. Unatoka nyumbani kwako ukiwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anakwenda kunijibia maombi yangu, nakwenda mtoni kwa Aziziali, kwa Sheikh Sharifu Jangiri, utafanikiwa na utawini. Kituo changu kinapatikana mtoni kwa Aziziali. Huwa tuna utaratibu wa kufanya dua siku kama ya leo Alhamis na Jumapili. Dua hizi huwa ni bure, hazina kiingilio, kuanzia asubuhi mpaka saa kumi jioni. Kwa hiyo watu ambao wanahitaji kuja wanakaribishwa. Dua hizi ni bure kabisa, na zimesaidia watu wengi na zimenufaisha watu wengi. Kiufupi tu, watu wa dini zote wanakaribishwa. Naam, waliokuwa mbali, sasa namba za simu jasema hapo, waliokuwa mbali na waliokuwa karibu, namba za simu ni 0621 714089 au 0712 0712 579455 Narudia tena 0621714089 au 0712579455. Naitwa Sheikh Sharifu Jangri Al-Kasawi. Hivyo ndivyo amemaliza Sheikh Sharifu Jangri, moja kati ya vijana ambao wanasema yeye yupo mahususi kwa ajili ya dua tu. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanakumbwa na shida kadha wa kadha, shida ya masuala ya kichawi, masuala ya mashetwani, kazi, maradhi, kurudisha mume ama mke, ni kuambie tu Sheikh Sherifu Jangli ndio sehemu sahihi ambapo unaweza kwenda kwa ajili ya kupata dua. Kama utahitaji tukufikishe ama tukupe namba zake. Unaweza kututafuta kuna kwa mitandao yetu kijamii, Instagram tunajulikana kwa jina la Nyundo TV, TikTok tunajulikana kwa jina la Nyundo TV, sambamba na Facebook kwa jina hilo hilo la Nyundo TV. Lakini ukiona mbali zaidi, hata mwenyewe kwenye mitandao ya kijamii yupo, nenda Instagram kwa jina hilo hilo la Sheikh Sharif Jangli, unaweza ukampata Instagram, Facebook sambamba na TikTok. Mengi tumeyazungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza. Kama ndo mara ya kwanza kutazama video, kuna kwa YouTube channel yetu, nikusihi ama nikuombe usisahau